Hii ndio video ambayo ilikuwa inazungumziwa na nilikuwa nikiitafuta sana, niweze kujua ukweli wa hii video. Inasadikika hao, unaona hapo, eh, ni wapenzi ama washiriki wa mapenzi ya jinsia moja. sasa niliwasikiliza vizuri na nikawa nimetambua kile ambacho anakimaanisha lakini acha tu nikwambie ukweli hii video imetengenezwa yaani hawa watu wamepangwa kwanza kwa nini nazungumza hivyo embu wasikilize alafu utakuja kuelewa kwa nini nasema hawa watu sio wahusika na wamepangwa ndugu wa tanzania sisi ni raia wa jamhuri ya muungano wa tanzania ambao baadhi yetu ni viongozi tunaowakilisha jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja hapa nchini mwetu, ambao ni wasagaji, wasagwaji, waliobadilisha jinsia, mabasha na mashoga. Leo kwa umoja wetu tumeamua kuzungumza nanyi watanzania wenzetu, ingawa tumezifunika nyuso zetu kwa sababu za kiusalama. Ndugu wa Tanzania wenzetu, kufuatia matamko ya hivi makaribuni, kufuatia maazimio ya bunge la umoja wa Ulaya, ambapo pamoja na mambo mengine bunge la umoja wa Ulaya limetuheshimisha kwa kutaka na sisi kutambuliwa rasmi na kuheshimiwa kama ambavyo jamii nyingine za kitanzania zinavyoheshimiwa hapa nchini mwetu. Hata hivyo, shukrani kubwa nyingi na za dhati tunazitoa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, hasa kwa mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa kutekeleza ahadi waliotuahidi na kwa kusimamia ahadi hiyo kwa vitendo kwa kupelekea vilio vyetu vya muda mrefu kwa jumuiya mbalimbali mbali za haki za binadamu pamoja na bunge la umoja wa Ulaya. Sisi kama jamii yenye kushiriki mapenzi jinsi ya jinsia moja tunawaomba watanzania wenzetu, haswa viongozi wetu wa dini, kuacha kututenga, kutubeza na kutunyanyapaa, kwani kufanya hivyo ni kinyume na haki za binadamu, lakini pia zisitumiwe dini kwa kutulenga vibaya. Kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, kila mmoja ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini ili mradi dini hiyo isikiuke sheria za nchi, au hata kutokuwa na dini yoyote ile, kwa sababu nchi yetu kwa mujibu wa katiba na sheria zetu haina dini. Aidha, tunatoa wito kwa taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu, asasi za kiraia, pamoja na vyama mbalimbali vya siasa nchini kupaza sauti zao kwa ajili ya kuheshimu haki zetu kama ambavyo sisi tunaheshimu haki za jamii nyingine. Pamoja na hayo, tumeungana na taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu, viongozi mbalimbali pamoja na Bunge la Umoja wa Ulaya kwa kutaka kuachiliwa mara moja bila masharti yoyote mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa sababu tunaamini kesi aliyoshitakiwa nayo ni kesi ya kupangwa dhidi yake kwa sababu ya utetezi wake wa haki za binadamu kwa Watanzania wote bila ubaguzi. Pamoja na mambo mengine tunaunga mkono no reforms, no reforms erection, kwa sababu zikifanyika tunaamini zitalinda haki mbali mbali zikiwemo haki zetu sisi, kama ambavyo tumekuwa tukizililia haki hizo kwa muda mrefu. Asanteni kwa kutusikiliza. hashtag Tanzania bila kubaguliwa kwa, kwa wapenzi wa jinsia moja na kuheshimiwa kwa haki zao inawezekana. K okay, umewasikiliza sasa. Ngoja nikuambie kitu humu. Ajenda kubwa si wao wa kuzungumzia mapenzi ya jinsia ya moja, yani humu. E, unakumbuka kwenye lile swala la bunge la Ulaya, ilikuwa ni washiriki wa mapenzi ya jinsia moja kuweza kupewa haki zao. Sasa kama umesikiliza humuoja kubwa alizungumziwa ni Tundu Lissu CHADEMA, masuala no, eh, reform no election yanaingiaje kwenye masuala ya mapenzi ya jinsia moja? Hiyo ndio point ambayo natakiwa kunielewa. Pili, humo katajwa sana Tundu Lissu na chama chake cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Yaani, ukisikiliza hiyo clip, haki wanazozidai wao wamezizungumza kwa sekunde chache kuliko e, maswala ya Tundu Lissu tena anawaambia kabisa, no reform, no election. Kwa nini? Ndo anakuambia hii klipu imepangwa halafu. Huyu mzungumzaji anazungumza kana kwamba yeye ni mtu wa protocol, yaani anajua vilivyo maswala ya serikali anajua vilivyo e, nini hasa anachokizungumzia kuliko kile anachokimaanisha. Ukiwatazama hawa wanaosema no no reform eh, no election hmm. Aise yani, ukiambiwa kwamba ni washiriki wa, wa, wa mapenzi jinsi ya jinsia moja unakataa kwanza, hawaonekani kabisa kama ni wahusika yani, mpaka kuveshwa hizo hivyo vitambaa eh, ni ngumu sana. Wenyewe wahusika uwaga wanajulikana na picha zake eh, za hao watu nimekuwekea. Yani hawa wanaonekana wamelipwa na wamepangwa kufanya Eh, hii clip ili tu ionekane kwamba mashoga na wasagaji wana support chama cha demokrasia na maendeleo. By the way, kama unaungana na mimi drop comment, usahau kusubscribe, comment, like na kushare turn on notification. Bye bye.